Dada Debora karibu sana. Asante. Ehe, umetusikia wapi? Umetokea wapi? Nimetokea nyumbani, ni Arusha uh -huh. Ila nilikopo Shinyanga kwa nani? Nilikopo kwa dada okay. yangu yeah. Kwa hiyo ulitusikia wapi? Mtandaoni. Ulikuwa uh -huh. unafanya kazi ya Mpesa, ulikuwa unafanya kazi Mpesa. Yeah. ya Mpesa nikaona tangazo mtandaoni mm -hmm. Nijaribu, nadhani mwaka jana, lakini mm -hmm. sikuwa tayari nijaribu kuhakikisha bati nzuri. mm -hmm. Nilipigiwa simu, nikaambia dada bora akiwa tayari mm -hmm. tatutafuta. sawa sawa sawa. Nikaendelea kufanya kazi mm -hmm. na bosi wangu mm -hmm. lakini nikaona hii kazi ninaiweza hii ya huku ya yeah. mm -hmm. Wadada Senta naanza mm -hmm. nikafanya kwa ubora mm -hmm lakini ma malipo yanatofautiana na kule kule. Ninapokaa kweli, natoka sitoi jasho sana, natumia akili mm -hmm, lakini mshahara unakuwa ni mdogo mdogo. Namna hapa, ninahitaji kupata mtaji, kwao bora niende wadada senta mm -hmm. Nikafanye pale mm -hmm, ili nifanye kwa uweledi, kwa sababu nina amini ninaweza mm -hmm, ili niweze upata mtaji okay. yeah. Kwa hiyo huko ulikuwa unafanya kazi kwenye kwenye mpesa unasema, mm -hmm. mshahara ulikuwa shingapi? Laki moja na ishirini na tano, laki moja na ishirini na tano. Mm, unakaa kwa bosi au unajitegemea? Unajitegemea. Mm. Kwa hiyo kwenye hiyo laki na ishirini na tano una nauli ulipe, ulipe kodi. Okay, kwa hiyo ulivyopiga hesabu ukaona ngoja, mm. Mm -mm. niende Wadada Center. Okay. Eh, kwa sababu huku una save. Yeah. Mm? Okay. Ulipiga hesabu gani za Wadada Center zilizokuvutia kuja Wadada Center, un, haulipi nauli kwa mm unaweza -hmm. kutunza ile pesa labda ndani ya mwaka mmoja miaka miwili mm -hmm. ukapata mtaji wa wow. yeah. mm -hmm. Safi sana Debora, umeongea vizuri sana na hizo ndio akili ambazo najaribu kuwafundisha wadada uh, wanaotufuatilia kama wewe ulivyokuwa unatufuatilia. Tumekuwa pia tunaongea sana hiyo kwamba piga hesabu, usifanye tu kazi kama umekatwa kichwa. Piga hesabu kazi unayofanya je, inakulipa? Unaweza kusevu ndani ya mwaka miaka miwili mitatu, utakuwa una kitu gani? Kwa sababu unakuta wengi ndio kama hivyo, anaonekana tu kwamba yule yuko kwenye kibanda cha mpesa, kwenye wakala eh, zile title kubwa kubwa mnazopendaga si ndio? Niko supermarket, niko dukani eh, niko hata kama ni sijui sekretari, hizo si ndio? Lakini je, ukipiga hesabu kalkuleta yako ukachukua ukapiga hesabu ile unayolipwa, kuna kitu gani unabakisha baada ya kupokea mshahara. Walio wengi kwa kweli hamna wanachobakisha. Sana sana, unakuta tena unalazimika utafute jamaa atakaye changia gharama, uongo hmm? Kwa hiyo unajikuta hata kama hauhitaji kuingia kwenye mahusiano na mtu lakini maisha unayoishi na mazingira yanakusukuma kuanza kuwa na mahusiano yatakayokusaidia wewe uweze kusustain maisha yako, sindio eh? wasichana wengi najua wako kwenye mahusiano ambayo hawayapendi, wako kwenye mahusiano ambayo pengine hawako tayari. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya umaskini, kwa sababu ana shida. Huyo mtu alinaye anamsaidia mia mbili mia mbili elfu tano tano elfu kumi kumi zinamsogeza, si ndiyo? mm -hmm. Eh, lakini ukija kwenye kazi hii ya Wadada Senta, ndugu yangu, unakula uhakika. Yaani hii ni kazi ambayo uhakika wa kula na kulala tayari upo pale, kwa sababu unaenda kwa bosi wako, si ndiyo? mm -hmm. na mshahara mwisho wa mwezi unapata kwa hiyo ukiamua sasa, swala la mahusiano hilo ni swala lako binafsi, kwamba hili ninaamua mwenyewe kwa mapenzi yangu na sio kwa sababu nina shida mm -hmm. tunaelewana, eh, yeah. Mm -hmm. Kwa hiyo dada Debora, bwana karibu, umekuja na wewe ni miongoni mwa inspiration Yo, kwa wasichana ambao wako huko wanafanya shughuli za zao, lakini wanapaswa kuzikagua, je, zina chochote zinazowaingizia au wako pale tu kwa fashion, muda unazidi kwenda, hakuna anachotengeneza. Sindio? kwayo mm -hmm. E, oh, uh, nimefurahi sana umeshea stori yako. Ndio maana napendaga hizien kwa sababu zina stori ambazo zinagusa watu wengi yani, wewe ni mfano wa ma, maelfu ya wadada ambao wanafanya kazi lakini hizo kazi hazina tija. Sawa haya, dada Debora, wewe sasa unatafuta mtaji wa nini? unataka kwenda kufanya nini? unatafuta kiasiganikipata milionia mm -hmm. inanosha nakutoshaeuka Vipodozi, mm -hmm. rasta, mm -hmm. na urembo na urembo, mchanganya. Wow, sawa kabisa na hiyo. Kwa Wadada Center ni hela ya kawaida, kwa sababu mishahara yetu inaanzia laki moja kwenda juu. Ukijenga ujuzi manake ni, ra, ni unaweza kujikulipwa zaidi ya hizo laki moja. Laki moja ni wale wadada wa chini kabisa, tunaita traditional, si ndio? Yeah. E, lakini ukijiongezea na traditional, tunawaambia ni mwanzoni pale usikubali kuwa traditional miaka yote Anza mwaka wa kwanza kama traditional, lakini weka bidii kazini, jifunze. Wewe unashindwa nini kutengeneza vitafunio? Kupika utashindwaje? Kufanya usafi vizuri unashindwaje? Eh, ulizaliwa ujui kuongea? Kama ulijifunza kuongea, utaweza kujifunza kupika na kufua na kufanya shughuli za nyumbani vizuri. Ili nini? Uweze kulipwa vizuri, si ndio? Kwa hata kama unaanza kama traditional, weka malengo kwamba mkataba wangu wa pili siingii si tena kama nini traditional, traditional, traditional. Ndio hivo, yani hicho ndio kikubwa ambacho nawafundisha kwamba unajiwekea malengo ya ukuaji kila kona kwamba ntaongeza pesa, ntaongeza ujuzi, sio tu unaenda tu unabaki vile vile. Na ndio huo utofauti nawambia, wadada wanapokuja huku wadada center, wanakuja kwa role model ambaye ni superwoman, sawa? Ndiyo. Mm. Kwa hiyo Dada Debora karibu. Uh, kitu cha muhimu ni kuhakikisha sasa, huko unakokwenda kufanya kazi, unaifanya hiyo kazi kwa bidii kama nilivyotangulia kusema mwanzo au au, au hauendi pale unawaza kunyanyaswa, nenda pale unawaza kumfurahisha bosi wako sawa? Eh, eh e, ukienda na fikra za unanyanyaswa kitu kidogo tu una utakata tamaa utarudi kwenu na utabaki kwenye umaskini, lakini ukiwa unawaza namfurahisha vipi bosi, manake kila anachokukosoa unajiboresha, unajiboresha, na ukitoka pale unakuwa umekuwa bora zaidi, yeah. Haya, karibu. Asante. Haya.